Tanzania hii tuna makabila mawili anajionaga wao ndo wataalamu wa kula ndizi, ndizi, wa kupika ndizi wanajionaga wao ndo ndizi za kwao zote. Kuna Mhaya, kuna Mchaga. Aya, sasa naomba leo tumalize utata. Kama wewe ni Mchaga, kama wewe ni Mwaya, njoo chini kwenye comment utueleze jinsi ninavyopikaga ndizi. Sasa hapo mimi nimekuletea namna yangu ya kupika ndizi ya kukaanga eh. Alafu sasa nyie kama mmeona nimekosea hapo, mkae chini hapo kwenye comment E, mnikosoe. Alafu sasa tumalize utata, je, nani mtaalamu wa kupika ndizi kati ya Mchaga na Muhaya? <laughs> ya upo na wasia hapa, usisahau kufollow comment, alafu mtafute na mjuaji wa kupika hapo, muite hapa, hawa watoto wa Kichunga, watoto wa Kihaya, e, waje atuambie, je, wao wanapikaje ndizi. Alafu kitu kingine nataka niwaulize, nani alisha kushuhudia harusi ya Muhaya na, na Mchaga wakiona? Bana mimi nataka mniambie waga hiyo shughuli inaendaje eh? Hayo mapishi yanapikaga hapo inakuwaje? Huwa ndizi zimepikwa kitaalamu namna gani? Maana hao wote ni wapenzi wa ndizi. <laughs> Alafu mimi mwenyewe hapa naamini kwamba kwa hili pishi naweza nikatoka na mtoto yote hapa chini kwenye comment, wakichuga wa kihaya au vipi. Sasa shout out to all kwa leo, like, endelea kufollow hapo, kila kitu utakikuta hapa kwa La Cermi. Na siwezi kumaliza bila kusifia hao watoto wa kichuga wa kihaya. Hao watoto bana, ni wazuri.